Karibu sana kwenye tetesi za soka, langu jina Ali Soli, mchana na hii ni Talent Media. Tuanzie pale Real Madrid ambapo tunaambiwa klabu ya Real Madrid inatumai kumsajili beki wa Liverpool Ibrahim Konate, mwenye umri wa miaka 26 kuhamishwa bila malipo msimu ujao, mkataba wa Mfaransa huyo utakapoweza kutamatika. Lakini Arsenal inataka sana kuwasajili mshambuliaji wa Sporting na Uswidi Victor, mwenye umri wa miaka 27 na mshambuliaji wa arabi Leipzig na Slovenia Benjamin Sesko mwenye umri wa miaka 22 lakini ina uwezo wa kumsajili mshambuliaji mmoja tu msimu huu wa kiangazi. Hata hivyo Arsenal inahisi gharama ya kumsajili Victor iko juu mno, hivyo huenda ikaamua kumsajili Sesco au mshambuliaji wa Aston Villa wa Uingereza Olie Watkins mwenye umri wa miaka 29. Sasa mshambuliaji wa Manchester United Rasmus mwenye umri wa miaka 22 ameibuka kama shabaha kuu ya klabu ya Serie A, Inter Milan kwa timu hiyo ya Old Trafford, sasa imeamua kumbakisha mshambuliaji wa Uholanzi Joshua mwenye umri wa miaka 24 na hivyo kuna uwezekano mkubwa sana mambo yakawa hivyo, lakini Manchester United ilifanya mawasiliano na wawakilishi wa mshambuliaji wa Ufaransa Hugo mwenye umri wa miaka 22 anayechezea Eintracht Frankfurt wikiendi hii. Sasa pia klabu za EPL kama Chelsea, Aston Villa na Tottenham zinaendelea kumfuatilia winga wa Manchester United Eh, Garnacho mwenye umri wa miaka 20 baada ya muargentina huyo kuambiwa yuko huru kuondoka klabu ya Al Hilal Saudi ya Saudia imeboresha ofa yake kwa mshambuliaji wa Napoli na anayenyatiwa sana na Manchester United, Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 26 wakipendekeza mkataba na mshahara wa thamani ya hadi yuro milioni 42.6 kila mwaka. AC Milan nayo imeanza mazungumzo na klabu ya Arsenal kuhusu usajili wa beki wa The Gunners wa Ukraine Ukraine Oleksandr eh, mwenye umri wa miaka 28. Kuna uwezekano mambo yakawa ni mazuri, lakini klabu kadhaa za ligi ya Premier na Serie A zinamuulizia sana mshambuliaji wa Bayern Leverkusen eh, Patrick Schick mwenye umri wa miaka 29. Lakini sasa Paris Saint-Germain bwana, imefikia makubaliano ya kibinafsi na beki wa eh, Bournemouth e, anaitwa Zaba, Zabarij mwenye umri wa miaka 22 na imepiga hatua ada na mm, hatua ada na klabu hiyo ya Ukraine. Sasa Galatasaray nayo imewasilisha ombi la kumsajili mlinda mlango e, wa Barcelona mwenye umri wa miaka 33, Mark Andeta. Eee, sasa, sasa. Kwa updating za michezo na burudani, usisite kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka TikTok natumia mchana OG